Kulikuwa na kijana aitwaye Daudi, mwenye umri wa miaka thelathini na mitatu, mkakamavu, mchapakazi na mwenye ndoto kubwa. Aliishi katika jiji la Dar es Salaam, akifanya kazi kama fundi seremala. Kwa kipato chake kidogo lakini halali, aliweza kumjengea mkewe Miriam maisha ya heshima japo si ya anasa. Kila mchana alirudi nyumbani akiwa amechoka lakini uso wake ulijaa tabasamu maana alijua anapokuwa nyumbani anakutana na moyo wake wa pili. Miriam alikuwa mwanamke mrembo mwenye macho ya kuvutia kama samawati ya bahari, ngozi yake laini iling'aa chini ya jua kama dhahabu. Alipendwa kwa ucheshi wake, busara zake na sauti yake ya upole. Penzi la Daudi na Miriam lilionekana kama mfano wa ndoa ya mfano. Walishirikiana kila jambo, wakacheka pamoja wakaomboleza pamoja. Miriam alikuwa bega la kuaminiwa; Daudi alimwamini kwa kila kitu. Maisha yao yalikuwa na changamoto za kawaida kama za wanandoa wengine, lakini walidumu katika upendo wa kweli. Miriam alikuwa mama wa nyumbani. Alimpenda mumewe kwa dhati, au hivyo Daudi aliamini. Alikuwa akipika vyakula anavyovipenda mumewe, kumsubiri kwa hamu kila jioni na kumpokea kwa tabasamu tamu. Majirani walikuwa wakiwaangalia kama watu waliobarikiwa, waliounganishwa na nguvu isiyoonekana. Lakini maisha huwa hayakosi majaribu. Siku moja jioni, Daudi alipokuwa kazini, alipatwa na ajali ya kutisha. Gogo zito lilianguka na kumpiga mgongoni alipokuwa akipanga mbao za mteja. Ukelele ulizuka wafanyakazi wenzake walikimbilia kumsaidia. Alipoteza fahamu papo hapo. Alikimbizwa katika hospitali ya Muhimbili ambako alilazwa chumba cha wagonjwa mahututi. Alikaa katika hali ya kupoteza fahamu kwa siku saba. Miriam hakulala usiku huo wa kwanza. Aliangua kilio mbele ya madaktari, akapiga magoti kuomba miujiza. Lakini baada ya wiki moja hali ya Daudi haikubadilika sana. Alipoamka aligundulika kuwa upande wa kushoto wa mwili wake umepooza. Alikuwa hawezi kusimama, hawezi kuzungumza vizuri na hakuweza hata kunyanyua mkono wake mwenyewe. Alikuwa amelala kama mzigo wa mateso. Madaktari walieleza kuwa Daudi alipata kupooza kutokana na jeraha katika uti wa mgongo. Hali yake ilikuwa ya muda mrefu. Alihitaji uangalizi wa karibu, mazoezi ya viungo na matumaini ya miujiza. Gharama za hospitali zilikuwa juu. Miriam alianza kuchoka. Hali hiyo ya mumewe ilianza kumchosha kiakili na kimwili. Kila siku alilazimika kwenda hospitali kumwogesha, kumlisha, kumfungia nepi. Miezi miwili ilipopita, Miriam alikuwa mtu mwingine. Hakuwa tena yule mwanamke wa furaha, mwenye upendo wa kweli. Alianza kukaa kimya hospitalini hataki hata kungusa Daudi. Muda si muda alihamia kwa dada yake akisema eti anahitaji nafasi ya kufikiri. Wiki kadhaa baadaye alitoweka kabisa. Alimwacha Daudi bila hata barua. Simu zake hazikupatikana. Marafiki walimwambia kwamba Miriam ameondoka nchini. Baadaye ilijulikana kwamba alihamia Afrika Kusini na mwanamume mwingine tajiri aliyemchukua na kumwahidi maisha ya kifahari. Daudi alivunjika moyo. Hakukuwa na maumivu mabaya kama haya, si maumivu ya mwili bali ya roho. Kila saa alilia kimoyomoyo, akijiuliza alikosea wapi. Hakuwa na jibu. Alihisi ni kama mtu aliyemezwa na giza lisilo na mwisho. Lakini ndani ya maumivu alizaliwa Daudi mpya. Hata akiwa katika kiti cha magurudumu alikataa kukata tamaa. Alianza kujifunza kutumia mkono wa kulia pekee kufanya kazi ndogo ndogo kama kuchora na kuandika. Alisoma vitabu kuhusu biashara, akajiunga na vikundi vya ujasiriamali mtandaoni. Pole pole, alianza kuuza samani ndogo ndogo alizotengeneza kwa ustadi wa ajabu. Akiwa bado hospitalini, alimfahamu Neema, muuguzi mwenye moyo wa dhahabu. Alikuwa akimhudumia kwa subira na upendo. Neema hakumuona Daudi kama mzigo, bali kama mwanadamu mwenye thamani. Muda si muda, walijenga urafiki wa karibu, kisha ukazaliwa upendo wa kweli kati yao. Lakini Daudi hakuwa tayari kumpenda yeyote, moyo wake bado ulijeruhiwa. Miaka mitatu baadaye, Daudi alikuwa ametembea tena. Alikuwa amepata tiba kutoka shirika moja la misaada la Ujerumani, akawa mjasiriamali mashuhuri akimiliki kiwanda cha samani, supermarket mbili na hoteli moja mkoani Arusha. Aliwekeza katika elimu ya vijana akajulikana kote Afrika Mashariki kama mfano wa kuigwa. Watu walimpa jina la utani Daudi bilionea wa kiti cha magurudumu. Japo sasa alitembea, jina hilo lilibaki kumkumbusha alipotoka. Mwaka wa saba tangu aachwe, Daudi alikuwa mgeni rasmi kwenye tamasha la wajasiriamali. Alisimama mbele ya mamia ya watu, akatoa hotuba ya kusisimua kuhusu matumaini na uvumilivu. Alieleza safari yake toka kuwa mlemavu wa kutupwa hadi kuwa mmoja wa watu wenye ushawishi mkubwa barani. Baada ya hotuba hiyo, alipokea ujumbe kwenye simu: Daudi, nisamehe, nimekosea, niko Dar es Salaam, Tafadhali naomba tuonane. Uu, Miriam. Daudi alitetemeka, alisikia kama moyo wake umechomwa kwa kisu cha barafu. Alimkumbuka Miriam, sauti yake, tabasamu lake na usaliti wake. Alikumbuka baridi ya kitanda cha hospitali na baridi ya kutoweka kwa mkewe. Alikubali kukutana naye. Miriam alionekana mwenye huzuni, aliyezeeka ghafla. Maisha hayakuwa yamemchekea. Alilia akaomba msamaha. Alisema amejifunza na kutambua makosa yake. Alimweleza jinsi alivyopoteza kila kitu kule alikoenda, akatengwa, akaachwa, akaishi kwa mateso. Alikiri kuwa penzi la kweli lilikuwa kwa Daudi tu. Daudi alinyamaza kwa muda mrefu kisha akasema, nilipokuwa hoi kitandani uliniacha. Sikutaka mengi ila uwepo wako. Ulipoondoka nilikufa, lakini kutoka kwenye kifo hicho nilizaliwa upya. Miriam, umepoteza nafasi yako. Msamaha nakupa, lakini moyo wangu sasa hauna nafasi ya mateso ya zamani. Miriam alilia kwa uchungu, alijaribu kumgusa mkono, lakini Daudi alirudisha mkono wake kwa upole. Hakukuwa na chuki, bali hakuwa na nafasi tena. Alimwacha Miriam pale kama alivyomwacha miaka saba iliyopita katika giza alilolazimika kulikubali. Daudi alirudi nyumbani, ambapo mke mpya Neema, muuguzi aliyekuwa akimhudumia alipokuwa mgonjwa, i alimkaribisha kwa upendo. Alimkumbatia na kumwambia hey, nilikupenda nikiwa sina tumaini, leo nakupenda zaidi nikiwa na dunia yote mikononi mwangu na walikumbatiana huku jua likitua nyuma yao likituma miale ya dhahabu juu ya bustani yao ya amani. Katika uso wa Neema, Daudi aliona uaminifu ambao pesa haiwezi kununua. Katika tabasamu lake aliona rehema za Mungu. Safari ya uchungu ilikuwa imegeuka kuwa ushindi, na maisha yakaendelea, eh.